Kama wewe ni mwanaume hujawahi kulia kimya kimya baada ya kushindwa kitandani, basi huwezi kuelewa maumivu ya Salum. Lakini leo amepona bila dawa, bila virutubisho. Aligundua kitu ambacho hakufundishwa popote. Tatizo halikuwa kwenye mwili wake, bali kwenye akili yake. Angalia mpaka mwisho ujifunze mbinu alizotumia Salum kutoka aibu mpaka ushindi. Baada ya miaka ya aibu, kujilaumu, kuishi kwa siri, Salum aligundua kitu ambacho hajawahi kufundishwa hapo awali, kwamba tatizo lake halikuwa kwenye mwili wake au kwenye mishipa ya uume wake, bali lilikuwa kwenye ubongo wake. Lakini kabla ya kufikia hapo, Salum alihangaika sana. Alienda kwa waganga, akanunua dawa za mitaani, mitandaoni akaagiza virutubisho kwa pesa nyingi. Kila siku alikuwa na matumaini na kila wiki moyo wake ulivunjika tena. Mazoezi aliyofundishwa ya mitandaoni yalimpa mwanga wa muda mfupi, lakini hakupata suluhisho la kudumu. Kila lichojaribu kilikuwa kama kupaka manukato juu ya kidonda cha ndani, mpaka alipoamua kukaa chini na kuchunguza chanzo halisi cha tatizo lake. Alitambua kuwa chanzo kikubwa cha tatizo lake ni ubongo. Salumu alijifunza kwamba video alizozoea kutazama na kupiga punyeto kila siku hapo awali zilikuwa zimesababisha mfumo wa fahamu kushindwa kutambua ladha halisi ya mwanamke, hali ambayo ilimpelekea kuwahi kufika kileleni, kushindwa kurudia na kuishiwa hamu ya tendo la ndoa kutoka moyoni mwake kabisa. Salumu aliamua kuacha kabisa, si kwa siku moja, bali siku zote za maisha yake. Salumu alisikika akisema, nilijifunza kutibu akili badala ya mwili. Nilipotezea kabisa uongo wa wauza dawa na virutubisho uliojaa vitisho kwamba nilikuwa nimekata mishipa ya uume na kupoteza madini ya zinki kwa kiwango kingi mwilini mwangu, kwa sababu pamoja na kutupa pesa zangu nyingi, kupewa ushauri ulionifanya kuwa bize kusaga vitunguu, kusaga limao na kulamba asali, bado sikuona matokeo niliyokusudia. Aibu kitandani kila siku iliniandama. Kwanza kabisa, Salumu alianza kuacha video za ngono pamoja na kupiga punyeto, kisha akajifunza kanuni za kujiamini na kushiriki tendo la ndoa bila presha yoyote. Mwisho akajifunza mbinu mpya iliyompa matokeo ya haraka ndani ya siku thelathini tu, mbinu ya mguso wa ngozi kati yake na mke wake. Salumu alishangazwa sana na matokeo yake baada ya kuchukua hatua rahisi kabisa bila kunywa dawa yoyote wala virutubisho vya aina yoyote. Hatimaye hatua kwa hatua alianza kupata nguvu, na baada ya wiki chache mbele Salumu alianza kuona mabadiliko makubwa. Alianza kuchelewa kutoka dakika mbili hadi dakika saba hadi dakika kumi na siku moja alirudia bao la pili bila presha, bila hofu. Alitabasamu, si kwa sababu ya nguvu bali kwa sababu alijua kuwa amepona. Leo Salumu ni mwanaume shupavu si mfungwa wa mkono wake tena, amevunjilia mbali minyororo ya miaka kumi na tatu, bila kunywa dawa, bila kunywa virutubisho, kwa ujasiri. Kama Salumu aliweza, na wewe unaweza. Safari ya mwanaume shupavu inaanza ndani yako. Katika kikao cha mwanaume shupavu, sehemu inayofuata: njia alizotumia Salumu kupona. Bonyeza subscribe uwe wa kwanza kuona. Tukutane katika kikao kingine cha mwanaume shupavu.